Assalamu alaikum warahmatu llahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu katika mustawa wa pili wa kujifunza lugha ya Kiarabu. Ikiwa hii ni mara yako ya kwa kwanza kuwa nasi basi, usikose kufuatilia mustawa wa kwanza pia. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare kwa wengine.

na alhurufu almutalla ama huruful al illa manake ni herufi ambazo ni dhaifu, zina ugonjwa. Na zimeitwa hivi hizi herufi tatu kwa sababu ni dhaifu, saa nyingine hufutwa katika katika neno, saa nyingine hubadilika, tofauti na herufi nyingine ambazo zinaitwa alhurufu sahiha, yani sahihi, yani hazina udhaifu. Ikiwepo katika sentensi inatamkwa kama ilivyo. Kwa hiyo fi'l al-amr inakuwa mabniun ala sukun pindi ambapo

Mfano mwingine tamahal fi sayrik, kuwa mpole katika kutembea kwako. Tamahal mwisho wake kuna lamu istami nusha tabib istami istami nusha tabib, sikiliza nasaha za dakta. Mwisho pia kuna sukun. Kwa sababu gani? Kwa sababu kitendo cha fi'l al-amr kimeishiwa na harfu sahih, hakijaishiwa na harfu al-illa, hakijaishiwa na wawu wala alif wala ya lakini pia hakijaunganika na dhamiri yoyote mwisho wake, yani kipo katika asili yake, kipo katika dhamiri ya anta. Ama hali ya pili, ambayo pia fi'lul amri inakuwa mabniun ala sukuni, pale ambapo itakapounganika na nunu niswa. Tukumbuke ya kwamba tulisema fi'lul mudhari ikiunganika na nunu niswa inakuwa ni mabniun ala sukun, halikadhalika fi'lul amri ikiunganika na nunu niswa inakuwa pia ni mabniun ala sukun. Kwa hiyo kitendo chochote kile pale kitakapounganika na nunu niswa

Nun hii ya mwisho ni nunu niswa, na tunaona ya kwamba kwa vile kwa imeunganika e, na nunu hii, basi herufi ya mwisho ina sukun, inakuwa ni mabniyun ala sukun. Kwa hiyo hali ya mwanzo ni mabniun ala sukun. Wakati gani? Wakati ambapo fi'l amr itakapounganika na nunu niswa, na pia endapo fi'l amr itaishiwa na harfun sahih wala haikuunganika na kitu kingine chochote, haikuunganika na dhamiri nyingine yoyote hali ya pili ambayo inakuwa fi'l amr ni mabniun ala al-fath ni pale ambapo itakapounganika na nunu tawkid, kama vile fi'l mudhari. Yani hali zile ambazo tulizichukua katika mudhari ya hali mbili, pia zipo zinajirudia zile zile katika fi'l amr. Fi'l mudhari ikiunganika na nunu niswa inakuwa mabniun ala al-sukun, na pia fi'l amr kadhalik. Fi'l mudhari ikiunganika na nunu tawkid inakuwa mabniun ala al-fath, na pia fi'l amr kadhalik. Kwa hiyo unasema kwa mfano tajannabanna almizaha alkathir, jiepushe na mizaha kwa wingi, jiepushe ku, kufanya matani kwa wingi. Ashiranna ikhwanaka bilma'ruf, ka na ndugu zako kwa wema, ishi na ndugu zako kwa wema. Nun hii ya mwisho ndo nun attaukid, na tunakuta kwamba herufi ya mwisho katika kitendo inakuwa na fatha ambayo ndiyo iliyoko kabla, kabla ya nun. Ukhrujanna ila alhuqul, nendeni mashambani. Mpenzi mtazamaji, hizo ni hali mbili, na tumeona kwamba hali hizi mbili zinaingiliana na fi'il mudhari kama zile ambazo tumezichukua katika darsa ya fi'il mudhari. Ama hali zilizobaki tutakuja kuzisherehesha insha Allah zaidi katika kipindi kinachofuata. wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh